Akizungumza na Azam News, mkuu wa mgodi huo Wilhelmina Kubingwa licha si ya kutaja bei mpya ya siku kuwa ni shilingi elfu tisini na tano kwa kisimbuzi cha dishi na shilingi elfu thelathini na tano kwa kisimbuzi cha antena, amesema bei hizo ni sehemu ya shukurani na pongezi kwa msimu huu wa sikukuu. napofika Disemba ya mwaka huwa duka letu linatimiza mwaka, kwa maana ilikuwa ni siku yake ya kuzaliwa kwa hiyo msimu um, wa sikukuu kwa kampuni yetu ya Primina huwa ni mwaka wa sherehe kwa sababu ya kuzaliwa kwa huyu mtoto wetu mpya, mgodi wa Buzuruga. Kwa kipindi hichi cha sikukuu au tunategemea kutwa kupokea mwaka mwaka mpya ishirini uh, ishirini na sita. Kwanza kabisa Primina investment ina ofa nyingi kwa wadau wetu kupitia duka letu la Azam A, pa Buzuruga tutakuwa tuna ofa ambayo tunataka tutoe asante kwa wateja wetu pendwa. Tutakuwa tuna ving'amuzi vya dishi tutakitoa kwa tisini na tano, tutakuwa tuna antena tutaitoa kwa elfu thelathini na tano na, na tutakuwa tuna TV zetu tutaziuza kwa shilingi laki tatu na nusu ambapo mteja atakapochukua ki... TV ya laki tatu na nusu atapata king'amuzi chake cha antena au dishi. Kitu nachoweza kumwambia, uh, mtu anayetarajia kupokea mwaka mpya ishirini ishirini na sita asikose king'amuzi cha Azam TV nyumbani kwake.